Hivi karibuni bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA ilifanya ziara maalum jijini Dar es Salaam kutembelea miundombinu ya gesi asilia iliyoshindiliwa maarufu kama CNG. Ziara hii ililenga kutoa fursa kwa bodi kujifunza kwa karibu shughuli za wadau katika mnyororo wa thamani wa gesi asilia nchini, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha usimamizi madhubuti wa sekta hii muhimu. Bodi ilitembelea vituo vya utoaji huduma za CNG vya Rafiki na Tembo Energies vilivyoko Tabata TOT, pamoja na kituo cha taka Dalbit kilichopo barabara ya Sam Nujoma. Aidha, walitembelea ofisi za kampuni ya Shields Engineering and Safety Solutions, kampuni inayohusika na kuthibitisha usalama wa miundombinu ya CNG nchini. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mwenyekiti wa kamati ya nishati ya bodi hiyo ya EWURA, Mhandisi Ngosi Mwihava, alisema kuwa kwa EWURA kuweza kusimamia vyema sekta ya gesi asilia ni muhimu kuelewa kwa undani shughuli zinazofanywa na changamoto zinazojitokeza. Kwa sasa, Tanzania ina vituo tisa vya CNG ambapo viwili kati ya hivyo vinatumika kwa matumizi binafsi ya kiwanda cha saruji cha Dangote. Gesi asilia iliyoshindiliwa hutumika kwenye magari, mashine viwandani na hata kwa shughuli za kupikia. Mfano mzuri ukiwa hoteli ya Serena iliyopo jijini Dar es Salaam. Mpaka sasa zaidi ya magari kumi na tano elfu tayari yanatumia CNG nchini, na idadi hii inaendelea kuongezeka kadri miundombinu inavyojengwa na elimu kwa umma inavyoendelea kutolewa. EWURA itaendelea kuimarisha uelewa na usimamizi wa sekta ndogo ya gesi asilia nchini kwa maendeleo endelevu ya uchumi wa taifa na ustawi wa wananchi.